Na mtazamaji wa Trend TV bwana Juma Lakole amezidi kutoa habari za vitu ambavyo vinaendelea huko mtandaoni, na moja kati ya vitu ambavyo Juma Lakole bwana amevizungumza kuhusiana na mahusiano ya Kajala na Harmonize, ukiachana na yale ambayo tumezungumza katika video iliyopita, kwamba yeye ndiye aliyerudisha haya mahusiano, lakini kitu kingine ni kwamba Juma amewasisitizia mashabiki wa hii kapo ya Harmonize na Kajala kwamba this time around ndoa ina happen, na kidai kwamba mpaka sasa hivi anavyozungumza ni kwamba hawa wawili wako serious kiasi kwamba wame Wamekuwa pamoja tokea chungu cha kumi cha mwezi wa Ramadhani, lakini awali waliamua wawe low key, wasiweke vitu bayana, lakini siku ya jana ndo akaamua kuweka kila kitu wazi. Lakini ukichana na hilo, pia Juma Lokole amedai kwamba Harmonize bwana ni kwamba amejitahidi sana kwa muda mrefu sana kuonyesha heshima kwa Kajala, lakini pia hata kipindi ambacho bado alikuwa hawaja hawajarudiana Harmonize alikuwa anaenda nyumbani kwa kina Kajala, kama nyumbani tuna, alikuwa anapokelewa vizuri, kwa sababu kwa mfano siku moja Juma Lokole anadai kwamba siku moja Harmonize alitoka klabu amelewa, akaenda nyumbani Kimara kwa kina Kajala, kwa baba, yani nyumbani kwao kabisa kwa kina Kajala e, tunajua kwamba Kajala ana nyumba yake, lakini wazazi wake wanapoishi ndipo ambapo Harmonize alienda. Alikuwa yuko hoi, akaingia ndani, akakaribishwa, akalala sebuleni, akaamka asubuhi, akasongewa mpaka ugali, then akaondoka. Kwa hiyo ina maana kwamba Harmonize hata familia pia imemkubali imesha accept, na Juma Lokole ametilia mkazo kwamba kuna watu, kuna vitu vingi sana vimeshatokea, lakini bado mapenzi ya hawa watu bado yako pale pale, na akaonyesha mfano kwamba, kwa mfano, Kajala amesha date na wanaume wengi sana ambao ni ma celebrity ma star wenye pesa na wazifa na majina makubwa tu lakini at the the end of the day, anazunguka kote, lakini kiu yake iko bado pale pale kwa Kajala. Kwa hiyo kutokana na hizo pointi, Juma Lokole akaona kwamba labda Mungu ameamua hawa wawili wawe pamoja. Kwa hiyo akaona tena hakuna sababu ya yeye kuendelea kupinga hayo mahusiano, na akaamua tu awakutanishe wasote matatizo yao na wamerudiana. Lakini ukichana na hilo sasa hivi anadai kwamba Juma Lokole kwamba hii issue ni serious, na ndoa itafungwa kwa sababu hata baba mzazi wa Harmonize tayari ameshakutana na familia yao wakina Kajala kwa ajili ya kuzungumzia swala hilo. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment kuhusiana na hii maana. Hapa kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuweka zimezungumzia hii issue ya Juma Lokole alichokizungumza akidai kwamba Harmonize mwaka huu atamoa Kajala e, wale wanapendana sana, na hapo wakaandika kwenye caption kwamba Juma Lokole amedai kwamba Harmonize atafunga ndoa na Kajala, maana wanapendana mno, na pia vilevile kuna vile siku Harmonize alienda kwa mama yake Kajala kule Kimara, akalala na akapikiwa mpaka ugali, which means kwamba familia pia imemkubali Harmonize. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana, katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.